uapishwa mwenyekiti mpya halmashauri wasitishwa ghafla mvutano wa ibuka. Hiyo ni habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti lako la Nipashe, lakini kuna habari inayosema kuelekea Desemba 9 mitaani kulivyobadilika, kuelekea Desemba 9 mitaa kulivyobadilika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe, lakini mali za bilioni 3.3 za taifishwa kisheria ni zao la unga eh, zimu apartmenti viwanja vya uzunguni na magari vikimilikiwa na watu wawili. Lakini alilipwa milioni moja nukta tano aende kuua au ahukumiwa kifo cha kunyongwa, alilipwa milioni moja nukta tano aende kuua au ahukumiwa kifo cha kunyongwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za ndani. Lakini hatimaye Nifa na Chavala waachiwa huru uhaini Oktoba 29 Hatimaye Nifa na Chavala waachiwa huru ok, uhaini Oktoba 29. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za ndani, lakini bado kuna habari kubwa inayosema vijana wa Kitanzania walengwa uhalifu wa mitandao Myanmar. Vijana wa wa Kitanzania walengwa uhalifu wa mtandao Myanmar. Hio ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa inayosema kimbembe cha usafiri mikoani, kimbembe cha usafiri mikoani. e, e, mamia abiria kutoka Dar es Salaam Afrika vituoni kusaka usafiri. Tabora yatoa angalizo yaliyotokea 29 Oktoba, hofu Desemba 9 vyatajwa. e, kimbembe cha usafiri mikoani, lakini polisi yataja mambo 12. e, kujihadhari na Desemba 9, wapenzi wa dakwa na dawa hatari mali za shilingi Uh, bilioni tatu zataifishwa lakini njia za kujitegemea bila misaada ya nje hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini kauli, kauli ya Nifa baada ya siku 38 mahabusu kauli ya Nifa baada ya siku 38 mahabusu, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako Eh, gazeti lako la Tanzania leo lenye linaanza na habari inasema: TCB yavuka lengo makusanyo ya uwekezaji eh, asilimia 281. Lakini Nifa atoa neno la shukrani kwa Rais Samia, Nifa atoa neno la shukrani kwa Rais Samia. Lakini habari kubwa ni kauli ya Rais Samia yaanza kutekelezwa, kauli ya Rais Samia yaanza kutekelezwa. Hii ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo lakini ni kuhusu kujipanga dhidi ya uhalifu Desemba 9 polisi yaonya wanaopanga, yahasa familia kudhibiti ya watakia wananchi maandalizi salama ya sikukuu ya Christmas. lakini Rais Samia Suluhu Hassan akutana na naibu mwenyekiti wa biashara jumuiya ya madola. Eh, Rais Samia akutana na naibu mwenyekiti wa biashara jumuiya ya madola, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa wa mbele ipata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa lenye, tunaanza na habari inayosema TMDA kubadilishana utaalamu na ANPP ya Nigeria. Lakini polisi inaendelea kuzuia uhalifu kwa kamata wanaofanya makosa kimtandao. Polisi inaendelea kuzuia uhalifu kwa kamata wanaofanya makosa ya kimtandao lakini vijana wa bunifu ndio e, wenye hatima ya Tanzania. Huyo ni waziri mkuu asema vijana wa bunifu ndio wenye hatima ya Tanzania. Lakini Rais Samia akutana na naibu mwenyekiti wa biashara Jumuiya ya Madola, Rais Samia akutana na naibu mwenyekiti wa biashara Jumuiya ya Madola. Lakini e, DCA yataifisha mali za bilioni tatu, ya kamata kilogramu elfu tatu mia saba tisini na tisa nukta mbili mbili e, ya dawa za kulevya hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwana Habari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwelekeo lenye ukurasa wa mbele linaandika nifa na chavala wa chuo huru. Hii ndio habari imegonga vichwa vingi vya magazeti kwa asubuhi ya leo, ni nifa na chavala wa chuo huru. Lakini jeshi la polisi la baini kilichopangwa Desemba 9, e, ni kipi hicho? Jeshi la polisi la baini kilichopangwa Desemba 9, wajipanga kufuatilia maandamano yanayopangwa lakini waandamanaji wapanga eh, kutumia silaha za moto, ni tishio la usalama eh, uchumi kwa wengine, ushirikiano na vyombo vya usalama unaendelea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini CCM ya sifu hotuba ya Dr. Samia. Eh, chama cha mapinduzi CCM cha sifu hotuba ya Dr. Samia. Bei ya petroli yaendelea kushuka kasoro eh, dizeli. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa nne wa gazeti lako la Uelekeo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira linyee asubuhi ya leo linaandika Dr. Nchimbi ataka elimu ya matumizi sahihi ya dawa. Dr. Nchimbi ataka elimu ya matumizi sahihi ya dawa. Lakini nifa chavala wafutiwa kesi ya uhaini Kisutu, na uhudumu huduma za ukarabati wa changamoto za kupatikana mbali uh, na jamii lakini habari kubwa ni polisi ya onya kinachoitwa maandamano Desemba 9. E, polisi watoa onyo kali kwa kile kinachoitwa maandamano Desemba 9. Lakini DCA yataifisha mali za wahalifu dawa za kulevya. Na Kairuki chapongezwa matumizi ya tehama kufundishia. Eh, lakini kuna habari inosema watafiti watakiwa kuhakikisha tafiti zinalenga majibu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula majira ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako eh, la Majira ukurasa wa mbele eh, tuangazie sasa kwenye gazeti la Raia Mzalendo lenyewe ukweli na wazi, lina habari inayosema wananchi 275 Bukombe wafanyiwa uchunguzi wa saratani hospitali ya Ocean Road. Lakini bilioni moja nukta bilioni moja uh, za NMB kuokoa maisha ya watoto 250. Watoto 500 wapanga foleni JKCI, lakini upasuaji wa moyo Global Medicare htaf wapongezwa kwa kuandaa harambee lakini ubora wa CBE wazidi kupaa kimataifa. Chuo kikuu Kahiruki cha imarisha matumizi ya teknolojia hiyo. Ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo, ukweli na uwazi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo linaandika JKCI ya wafanyia upasuaji watoto 125, serikali yapongeza mafanikio ya CBE hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna bari habari inayosema chuo kikuu cha Kairuki e, chapongezwa kwa mageuzi ya kidigitali e, chuo kikuu cha Kairuki chapongeza e, kwa matumizi ya kidigitali. Lakini kiachana gazeti lako e, la Mtanzania tuangaze gazeti lako la Dira linaandika Mwigulu sekta binafsi hiashimiwe uyu Mwigulu asema sekta binafsi iheshimiwe. Lakini mali ya bilioni 3.3 za za watuhumiwa dawa za kulevya zataifishwa, mali ya bilioni 3.3 za bilioni za watuhumiwa dawa za kulevya zataifishwa. Lakini msama awasihi viongozi wa dini e, msama awasihi viongozi wa dini ahimiza uzalendo kwa kuhubiri amani. Lakini NIFA aombea misaada mahabusu. NIFA waombea misaada mahabusu, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele. Huu gazeti lako la Zanzibar leo lenyewe ukurasa wa mbele limeandika Tanzania jipanga kukabili usugu wa dawa, Dkt. Nchimbi yasema. Lakini tutaendelea kuzitatua changamoto za watu wenye ulemavu. Huyo ni Dkt. Mwinyi yasema ya tutaendelea kutatua changamoto za watu wenye ulemavu, lakini Hemedi awanoa viongozi watendaji wizara ya elimu, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Kwenye kurasa za mbele ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Zanzibar leo linatuandikia magereza ya pania kuimarisha michezo jeshini. Lakini Gamondi ataja nyota tatu timu ya taifa ya Afcon. Simba Yanga kushuka dimbani leo. E, Simba Yanga kushuka dimbani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo lakini tukiangazia kwenye gazeti lako gazeti lako la Tanzania leo, kuna michezo inaandika Simba Yanga mtegoni leo, Matola kuendeleza rekodi za kibabe, inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Lakini Gamondi amrejesha Kibu Stars, Paul Peter mkali wa Mabao NBC. Lakini kimataifa, Haaland rekodi EPL. Yule habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo kurasa wa michezo huku gazeti lako la majira linaandika kikosi cha wa, e, cha awali Taifa Stars hadharani. Lakini Simba Yanga kusaka alama tatu leo ligi kuu, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira, huku gazeti lako la mwelekeo linaandika Gamondi atangaza jeshi la Afcon. E, Gamondi atangaza jeshi la Afcon amrejesha Kibu Samata Kevin Msuva ndani. Lakini Yanga Simba ni bani leo? Hiyo e, eh, habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwelekeo kwenye kurasa za michezo lakini Kabudi awapongeza Serengeti Boys. E, Kabudi awapongeza Serengeti Boys, ilo kwenye gazeti lako la mwana habari inaandika, Simba Yanga warejea ya ligi kuu. Kibu Msuva warejeshwa Taifa Stars. Lakini wadau wamtaka Aishi Manula Taifa Stars. Profesa Kabudi Serengeti Boys watembelea ubalozi wa Ethiopia. Yule habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwana habari kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la wa machinga linaandika Profesa Kabudi Serengeti Boys watembelea ubalozi wa Ethiopia. Simba ya City uwanjani leo, lakini Geita hawakamatiki championship. Mbona Mbwana Samata arejeshwa Taifa Stars, lakini Mayele awekewa dau kubwa ahali. E, Mayele awekewa dau kubwa alahli. hilo ni gazeti lako la machinga kwenye kurasa e, za michezo upate nakala yako kwa habari e, kwa kinam Gazeti lako la mwanaspoti lenyewe kwenye kurasa za michezo linaandika sura mpya zaitwa Stars Afcon. E, sura mpya zaitwa Stars Afcon, lakini siku stina moja za Dimitar Pantev, mastaa wanne tu. Simba azungumza na mwanaspoti akitoa dukuduku lake. Hizo e, ni siku stina moja tu za Dimitar Pantev, mastaa e, wanne tu. Simba azungumza na mwanaspoti akitoa dukuduku lake. Lakini Pedro aachiwa msala wa Conte. Pedro atiwa msala wa Conte, wa Conte, mabosi watoa msimamo Yanga kuiva Fontaine Gate. Lakini kimataifa Haaland ni bala England. hi ni habari kwenye gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo kwenye michezo inaandika Gamondi ya warejesha Samata Kibu, Stars. Gamondi warejesha Samata Kibu, Taifa Stars. Simba Yanga dimbani ligi kuu

na kwaherini, asubuhi njema.